Akizungumza katika tukio hilo, waziri Kikwete ameupongeza mfuko wa WCF kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kuweza kuhakikisha kundi la watu wenye ulemavu wanakuwa na vifaa saidizi. Mfumo wetu wa WCF umewezesha kuwa ni mmoja kati ya mfumo ambao unatoa huduma ya hali ya juu sana. Utoaji wa huduma kwa wananchi wetu umepungua sasa, toka wiki mbili wiki tatu, kutegemea na, na makatasi yako, mpaka sasa tunaweza kutoa mafaa waya ndani ya wiki moja tu. Haya ni mambo mazuri na makubwa ambayo yamefanywa na WCF, lakini ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Miaka hii minne iliyopita, zaidi ya shilingi bilioni moja toka WCF zimetumika kwa ajili ya kupeleka CSR hii kwa maeneo mbalimbali nchini mwetu. Haya mambo yamefanyika sio tu, mnaona hapa Singida ukafikiri kwamba mambo haya yanakuja hapa Singida tu pekee yake. Hapana, na maeneo mbalimbali ya nchi yetu Mkuu wa Mkoa wa Singida Bi Halima Dendego ameupongeza mfuko wa WCF kwa kuwathamini walengwa katika chuo cha saba saba mkoani hapa. Lakini shukurani zangu za dhati pia ziende kwa Daktari John Mduma. Angeweza kulifanya tukio kama hili popote katika mikoa ishirini na sita, lakini leo tuko hapa Singida saba saba. Kwa kweli sisi, umeweka alama kubwa ya upendo kutujali wana Singida wewe na timu yako. Mkurugenzi wa mfuko wa fidia wa wafanyakazi WCF, Dr John Mduma, ameeleza jinsi wanavyoguswa na makundi mbalimbali. Tunaguswa na watu wa makundi haya kwa sababu, kwanza baadhi ya wa wateja wetu wanadondokea kwenye kundi hili la kuwa ni walemavu, lakini pia kwa ujumla wake, tuna sera yetu ya kurudisha kwa jamii ambayo inaweza ikarudisha kwa mtu yoyote kulingana na uhitaji wake, sio lazima tu hata awe mlemavu, ndio maana kwenye maadhimisho ya siku uh, ya miaka kumi ya WCF, pia tumegusa nyanja zingine uh, za wanufaika e, tumeweza kutoa viti mwendo uh, vya aina mbalimbali. Tumeweza kutoa karatasi za braille kwa kuwachapishia wale ambao eh, wana changamoto za uoni, lakini pia tumeweza kutoa fimbo nyeupe kuwasaidia wale ambao wana changamoto za uoni. Mkuu wa chuo hicho Fatuma Malenga amesema kuwa Chuo hicho kinatoa huduma mbalimbali mbali ambazo amezibainisha. Ni pamoja na fani za umeme wa majumbani, useremala, ushonaji, ususi na urembo, uokaji wa keki na mikate, uchomelea uchomeleaji, pamoja na ufundi simu, lakini tunatoa huduma zingine ambazo zinalenga katika kuboresha mazingira ya ujifunzaji ikiwa ni pamoja na kutoa msaada wa kisaikolojia kwa vijana walioathiriwa